Afya njema na kutugaia wote mndani a afya njema pamoja na Watanzania wote na, na zaidi na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa kurudi katika bunge hili tena kwa awamu ya pili. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, pamoja na kamati kuu na chama changu, chama pendwa, Chama cha Mapinduzi, kwa kuona namna gani nauweza na tena kurudi tena kuwa sehemu ya mchango wa kujenga taifa letu. Hii ni fursa ya kipekee sana sana sana sana kwangu na naomba nishukuru sana, kwa sababu nikisema sana naweza nikatoa machozi, lakini sina namna nyingine zaidi ya kushukuru na kumwombea Mheshimiwa Rais. Mungu ampe maisha marefu, Mungu ampe afya njema. Katika mambo ambayo leo nimesimama hapa mbele, Mwenyekiti, nizungumze, nitazungumza kutoka moyoni mwangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais amefanya kampeni zake, amezunguka Tanzania nzima na mambo aliyoyahubiri katika kampeni zake yamenifanya nisimame hapa leo. Maana yake ni nini? Maana yake si hutuba pekee iliyonifanya nisimame hapa lakini, kwa namna ambavyo alivyoendesha kampeni zake zile, kwa namna akili kubwa mwenyekiti inazungumza matatizo ya watu. Akili kubwa, akili za kawaida zinazungumza matatizo ya mtu, inamzungumza zaidi. Katika kampeni zake amegusa eneo la elimu, amegusa eneo la la madini amegusa eneo la maji, amegusa maeneo mengi kwa mifano. Lakini nilichokuwa napenda zaidi kwa namna ambavyo, kwa sababu nilipata fursa ya kuzunguka kidogo katika, katika zile kampeni, niliona namna gani wabunge walikuwa wakinadi sera na kushukuru miradi waliopelekewa katika maeneo yao kwa kuitaja kwa takwimu na kuizungumza kwa mifano na wale watu walikuwa wakishangilia namna gani ambavyo zile pesa ambazo tulikuwa tunazipitisha hapa zimeenda kufanya kazi kule chini. Eh, Mheshimiwa Rais, asante sana sana sana, na nikushukuru sana kwenye eneo moja ambalo Mheshimiwa Rais amezungumza katika, katika hotuba hii. Ameguswa sana na eneo la wanawake na vijana, amezungumza mazuri mengi katika wanawake na vijana lakini nikasema mimi kama kijana, mimi bado kijana jamani na ndo kwanza na miaka thelathini na tisa pamoja na kwamba ni, ni mbunge wa wazazi, lakini bado ni kijana, nina uwezo wa. Katika hotuba yake amegusia namna gani anaenda kuboresha eneo la kilimo, namna gani anavyotamani kilimo biashara na mkulima au mwekezaji kwa kwenda kuongeza thamani au mnyororo wa thamani. Maanake hii kwa vijana na wanawake ni fursa, tuikimbilie. Ni fursa nzuri, kwa sababu tutaenda kulima kwa kutegemea pembejeo safi, kwa kutegemea mbegu nzuri za kisasa, kwa kutegemea umwagiliaji mzuri, kwa sababu mwaka jana bunge lililopita tumepitisha bajeti hapa kwa ajili ya kutengeneza mabwawa ya kumwagilia maji. Unaweza kuona namna gani Mheshimiwa Rais ana maono ya kujenga Tanzania yetu. Lakini hii kupoa na fursa ya kuuza nje zaidi, kama kilimo kitaboreshwa zaidi na zaidi na zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona eneo ambalo lingine amegusa eneo la utalii. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ameonyesha nia ya dhati, hata katika filamu yake ya Royal Tour ameonyesha namna gani anatamani utalii ukue katika hii nchi. Nimeona fursa katika eneo hili na zaidi amezungumza kwamba ataweza kuwezesha vyuo vya utalii. hoteli nyingi zinaenda kujengwa, watalii watakuja, lakini wanaenda kuweka zile vivutio, kuvitaja kwa pamoja, ili watu wakienda kuzunguka, wakija Tanzania watumie mas, muda mwingi au, masa, au siku nyingi kwa vijana, manake kama utalii unakuwa, manake fursa za kazi za madereva, lakini fursa za wale wanaokarimu wale wageni, ni fursa nzuri sana kwa vijana leo hii ambao wanalalamika ukosefu wa ajira, maana yake hii ni ajira. Lakini Mheshimiwa Rais ameendelea kusema asilimia kumi, ameendelea kusema asilimia kumi, mkopo ya asilimia kumi, maana yake ni nini? Anaenda kujenga ametengeneza shule za za amali, ametengeneza vituo vya VETA ujenzi namna gani? Ule ujenzi ambao unaendelea katika hizo wilaya zetu, ule unaenda kutengeneza product nzuri sana kwa vijana ni fursa ya kwenda kuchukua mikopo naliyopita iliyopita, bunge lililopita, nakumbuka nilienda maeneo moja, eneo moja la Arumeru, nilikuta vijana kadhaa pale wameungana kwa professionals tofauti tofauti, wameweza kutengeneza kikundi ambacho ni kizuri sana kwa ajili, kwa ajili ya, kuwe, ya kuweza kuongeza kuwe, ku, kipato chao binafsi. Hii ni fursa nzuri sana kwa vijana, ina maana tukiwa na vitu kama hiki au vikundi kama hivi tunaenda kuboresha matokeo mazuri ya kipato chetu na tunaweza kuishi vizuri. Aligusia swala la wasanii, tunaenda kutengeneza mambo mazuri kwa wasanii. Bunge hili twende tuka focus. Tunyanyue vipaji kwa sababu kuna fursa kubwa ya ajira katika eneo la wasanii. Kizuri zaidi mheshimiwa mwenyekiti amemteua kaka yangu Makonda, wote mnafahamu ari na nguvu yake, ujuzi wake, namna yake kufanya kazi, namna anavyotamani matokeo ya haraka. Maana yake ni nini? Maana yake habari sanaa na michezo inaenda kukua kwa kasi na kwa haraka zaidi, kwa sababu mheshimiwa Rais ameonyesha namna gani anapenda wasanii katika nchi hii. Mheshimiwa Rais ameonyesha namna gani anapenda wanamichezo katika dunia hii, anapenda sana wanamichezo na tumeona mifano mingi kwa wanamichezo. Kwa hiyo hii ni fursa. Nakumbuka bunge pia lililopita tulipitisha hapa ujenzi wa viwanja kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya AFCON jamani, ya ni fursa nzuri ambayo tunaenda kuitengeneza Tanzania yetu. Kwa nini mtoto wangu mdogo ameweza kuzungumza namna hiyo? Kwa sababu anaona namna gani watu walivyohamasika wa katika michezo, katika mpira, especially mpira wa miguu mimi mwana yange kwa kweli, naheshimu sana mapenzi ya Mheshimiwa Rais kwa namna ya kipekee. Naomba nisikiri na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, sana sana sana. Mheshimiwa Rais, wewe ni mfano wa kipekee, wewe sio kiongozi binafsi, wewe ni kiongozi ambaye umeachiwa miradi ya kimkakati na umeendeleza ile miradi ya kimkakati bila kuangalia alama yako hipi utaiacha katika nchi hii. Huyu ni mfano mzuri sana wa uongozi. Mwingine angeweza kuanzisha mambo mengine kabisa, lakini amesema, amehakikisha miradi niliyoikuta kwa asilimia chache, nitaimaliza, nitatengeneza heshima ya aliyonitangulia. Hii ni heshima ya kipekee sana katika nchi hii, kukuta mtu ambaye anaamini katika kazi za wengine, kwa sababu angeweza kusema labda mimi natamani kujenga kitu fulani aliyeanzisha ni mwingine na yeye ameweza kuendeleza kwa asilimia kubwa zaidi. Hii ni heshima kubwa. Ni mapenzi makubwa ya Mheshimiwa Rais. Mimi kama, mimi kama mbunge hu mndani sitoacha kusema, sitoacha kusimama na wewe. Umeonyesha umefocus pamoja na yote lakini focusing yako imekuwa kubwa sana kwenye matatizo ya wananchi. Na bunge hili tukufu, Mwenyekiti, naliomba sana katika bajeti inavyokuja tufocus sana kwenye maeneo ambayo wananchi wanaguswa sana, sana eneo la watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitazungumza sana kwenye bunge la bajeti. Naomba nishukuru kwa fursa hii, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Hadija Shabantaya. Nimtaja Mheshimiwa Engineer Fadhil Sandali Chilombe, Mheshimiwa Suleiman Jafu na Mheshimiwa Dr. Emmanuel nua wasiwajiandaye